Alisema ni makala makala Emu. Nataka, nataka Watanzania mumsikilize, hebu tumsikilize maneno ya makala Amos Makala, mwenezi wa CCM, maneno yake ili wasimamishe uchaguzi, lakini kuna ajenda asiri hawa watu, na hasa viongozi waandamizi ambao familia zao hazipo Tanzania. Sasa, sasa huyu ni Amos Makala, mwenezi wa chama tawala, Chama cha Mapinduzi, anasema hivi, anasema hivi kwamba Chadema. Analihutubia taifa, anazungumza na taifa, dunia nzima imemsikia, anasema maneno haya kwamba Chadema tunachangisha pesa tukanunue virusi vya ebola na Mpox tuje tuvisambaze patokee mlipuko wa ebola uchaguzi usimame anasema ana taarifa za ndani kwamba tumepanga kwenda kununua jamani hili jambo hili jambo sio jambo la kuwachwa lipite kimya kimya waandishi wa habari na watanzania wenzangu Hili sio jambo la kuachwa lipite kimya kimya. Huyu bwana na chama chake, huyu ni msemaji wa chama tawala, ni mjumbe wa secretariat, anakaa vikao vya kamati kuu, anakaa kwenye vikao vya mashauriano makubwa, yeye na mwenyekiti wake wa chama cha mapinduzi taifa, ambaye ni mama Samia. Hili jambo mfumo mzima wa Chama cha Mapinduzi wanalijua, kuanzia mwenyekiti pamoja na timu yake yote. Wameweka tishio ambalo sasa hivi ninyi mnafuatilia, baadhi ya nchi wapinzani katika hiki kinyang'anyiro nyang'anyiro cha kumtafuta mkurugenzi wa WHO. Nimeona watu wawili wameandika wakituhumu Tanzania kwamba msemaji wa chama tawala anasema ame, amelipuka kwa maneno ya hovyo akionyesha jinsi tanzania ambavyo haiko na mambo ya public health unatangaza kwamba chama kikuu cha upinzani kinataka kwenda kununua virusi kwamba tuitumie kama a biological weapon hili ni jambo la kijasusi ni jambo ambalo U, mashirika makubwa ya umoja wa mataifa wanatakiwa waliingilie kati atuambie kwa habari za ndani ni nani anayetengeneza virusi maana inaonekana havipatikani tanzania ni nchi gani wanatengeneza virusi alafu vinauzwa vinatarajiwa viuzwe kwetu kama biological weapon. ni maabara gani iko nchi gani inatengeneza virusi vya ebola watu gani hawa ambao wanataka kuiangamiza tanzania ambao wana hii haya maswali lazima yajibiwe na ninyi waandishi wa habari lazima myatengenezee yazungumzwe lakini huyu baba yupo tu nasikia yuko Lindi huko wana, wanaenda kujaribu eh, kufuata footprints zetu tulikopita huko yupo tu anatembea sasa hii this kind of double standard Msajili wa vyama vya siasa yuko kimya. IGP Kamilu Swambura yuko kimya eh? Kila mtu yuko kimya. Rais, mwenyekiti wa chama chake yuko kimya, hatujamsikia mwenyekiti wa chama chake akitoa tamko akisema ile kauli iliyotolewa aidha ni ya kishenzi au ni ya kweli. Hatujamsikia katibu mkuu Balozi Nchimbi kama ambavyo alikemea kauli ya Nape Nnauye na yule mwenzake kule Kagera, kwamba na kauli ya yule aliyekuwa mkoa wilaya Longido, zile kauli alizikemea, lakini Nchimbi amekuwa kimya kwenye hii kauli ambayo inahatarisha. Wadau wa utalii wamezungumza, walidimandi kwamba itolewe kauli ya kupinga. Kwa hivyo tunapopiga kelele kwa habari ya hizi dosari, kura feki, mawakala mifumo ya uchaguzi inatoa fursa kwa msimamizi wa uchaguzi akijua kwamba katiba inampa nguvu hata ashitakiwa mahali popote. Utaratibu wa sasa unasema wakala atapewa kiapo na kile kiapo kitapelekwa kwenye kituo cha kupiga kura. Matokeo yake msimamizi hatapeleka kile kiapo, wakala hataingia kituoni, atachelewa, inafika saa nne, msimamizi anakuambia ni kweli kulikuwa kuna matatizo madogo madogo tu lakini ilipofika kwenye saa tatu tumeshayamaliza. As simple as that. This is nonsense. This is absolutely nonsense. Sasa mifumo hii inatoa fursa hiyo ya kwamba ni kweli kulikuwa kuna matatizo madogo madogo, saa mbili, saa tatu, saa nne, yanafanyika hayo matendo ya hovyohovyo kwenye vituo vya kura. Sasa si tunasema utaratibu huu wa wakala Eh, kwenye sheria kupewa kiapo alafu kipelekwe na msimamizi. Huu utaratibu uliletwa majuzi majuzi hapa kwenye mabadiliko ya sheria. Sisi tunasema hapana, wakala anawakilisha chama na mgombea, kwa utaratibu urudi kama ilivyokuwa awali. Wakala atambulishwe na chama, awe mtumishi wa chama, asibugudhiwe, afanye kazi ya wakala pale kituoni. Hili jambo ni baya? Ukisema hivyo ni uasi, ukisema hivyo ni uhaini Umemkosea Mungu wapi? Umekosea, umevunja katiba wapi? Kudai jambo kama hilo ambalo liko ni la kawaida. Sisi tunasema mshindi wa kura ya uraisi atangazwe kwa idadi ya kura ambayo ni absolute majority, asilimia hamsini jumlisha moja, sio utaratibu wa sasa wa simple majority, kwamba rais anaweza akachaguliwa hata kwa kura laki tano madamu ni nyingi. Tunasema hapana, tupate rais ambaye Uwaki, u, kweli kura zake zinaonyesha uhalisi wa idadi ya wa wapiga kura, asilimia hamsini jumlisha moja. Kusema hilo ni dhambi? kusema hivyo ni wasi yeah. Sisi tunasema sheria ya gharama na matumizi ya uchaguzi, sheria yetu ya gharama na matumizi ya uchaguzi inasema hivi, huruhusiwi kuingiza fedha au kitu chochote kwa ajili ya uchaguzi siku tisini kabla ya uchaguzi. Sasa ukiangalia hii sheria na maudhui yake ukaangalia mgombea anathibitishwa na kupitishwa lini e, na tume kwamba sasa wewe ndio mgombea wa urais, unagundua hii sheria sio practical. Uchaguzi ni Oktoba, siku tisini kabla ni samwe ya Oktoba, samwe ya Julai, August hapo sasa, ndio umeshapitishwa na tume. Alafu hapo hapo sheria inakuambia huwezi kuingiza, kama ni t-shirt hutaingiza, kama ni magari hutaingiza, kama ni pesa hutaingiza. Hii sheria ina ni uongo huu, haiko practical. Sasa tunaposema hii sheria ha, ha, haiendani na uhalisi wenzetu waliopo kwenye dola wataweza kufanya, wamejiandaa, wataweza kufanya. Sasa haya mambo haya yote na mengine mengi ambayo tumesha yasema na kuyaandikia na kuyazungumza, nimetaja kwa uchache tu, eh? Tumezungumza kwa habari ya majimbo ya uchaguzi. Majimbo ya uchaguzi, utaratibu wa sasa kwenye ibara ya sabini na nne inayozungumza kwa habari ya kugawanya majimbo, kifungu kile kinasema hivi: majimbo ya uchaguzi yatagawanywa kwa kuangalia njia za mawasiliano, hali ya kijografia eh, milima na mabonde. Ndivyo katiba inavyosema. Sasa sisi tunasema this is hii ina contradict na universal principle. Wanaowakilishwa ni watu, sio milima na mabonde. Mbunge anaenda kuwakilisha watu. Sasa, utaratibu wa kikatiba huu uliowekwa ambao uliingizwa mwaka 1992 wakati tunaingia kwenye uchaguzi wa vyama vingi, ni sayansi ya siasa ya mtu fulani aliyeona mbali akafanya kitu ambacho tumekizungumza sana, kinaitwa gerrymandering kwamba huu ni mkakati sasa. Kwenye maeneo ambayo vyama vya upinzani inapendwa sana, basi utaratibu wa kugawanyisha, tupunguze majimbo. Kwenye maeneo ambayo chama cha CCM kinapendwa sana, tuongeze idadi ya majimbo. Sasa utaratibu huu unatumika kwenye sayansi ya siasa inaitwa gerrymandering, kwamba huangalii watu, unaangalia hali ya mawasiliano na hali ya kijografia. Kwa utapisha tu mistari hivi hivi hivi hivi mpaka unapata hilo jimbo bila kuangalia watu. This is a political science. Na sisi kama scientist pia tunaelewa ni kitu gani wanakifanya na kwa nini hawataki kubadilisha hichi kifungu na kwa nini 1992 walikiingiza? Jamani, kuyazungumza haya ni uasi kweli. Watanzania, wenzangu, kuyasema haya ni uasi. Na fedha hizi sehemu kubwa Watanzania wamejikomiti malipo ya kujirudia. Kwa hiyo ukiona hivi, ujue mwezi ujao huu mpunga unajirudia tena, na tumetengeneza utaratibu ambao mtu anakatwa moja kwa moja utakapokuwa umejisajili kwamba malipo yangu yajirudie kila wiki. Tunakushukuru, tukisha kushukuru, ile tarehe ikifika, ile hela inakatwa halafu kazi inaendelea. Ninawashukuru sana Watanzania waliopo ndani ya nchi. Ninawashukuru sana diaspora, ninawashukuru sana diaspora. Baadhi ya watanzania wenzetu waliopo nje ya nchi wamejikomiti, tunayo orodha. Wamejikomiti dola mia tatu e, kwa, kwa, kwa mwezi, wengine dola mia mbili kwa wiki e, wengine e, kila mtu kwa namna yake. Dola mia tatu ukigeuza kwa pesa yetu ya Kiswahili It's, it's a good, it, ni, ni pesa nzuri sana na na Watanzania wenzetu wamejikomiti. Ninawashukuru sana Watanzania wenzetu kina Libe Liberatus Mangombe kwa organization nzuri mnayoifanya huko na wengine wengi e, Ulaya e, kina Eva Shayo e, kina Ako Saragu na wengine wengi ninaweza kuwataja wote kwa majina yenu, mnajifahamu kwa jinsi ambavyo mmecoordinate. E, kupitia directorate yetu ya foreign affairs chini ya mkurugenzi wetu e, e, Kitoka amekuwa karibu na diaspora na kwa kweli, ninaleta nina, nina kwa niaba ya chama shukurani za dhati sana e, za Watanzania wenzetu waliopo nje ya nchi ambao wameendelea kujiratibu na kuwa msaada sana e, kwa chama chetu. Kwa hivyo niendelee kuwasihi na kuwaomba Watanzania e, operation inaendelea Operation inaendelea na nitawelezea katika maazimio kadha wa kadha. Operation inaendelea. Kwa hiyo, niendelee kuwaomba watanzania kwamba bado tunaendelea kudai kile ambacho tunaamini ni hitaji la sasa la taifa. Kwa kipindi hiki taifa letu linahitaji mabadiliko ya mifumo ya uchaguzi, ili tuwe na chaguzi za haki, za wazi na zinazoaminika. Wa na kazi hii tumeamua na tumejitoa sadaka kuifanya kwa mioyo yetu yote Tumetoa muda wetu kuifanya kazi hii. Kwa hivyo tunaomba michango yenu kwa kadri ambavyo tutaendelea kwenye kanda zingine. Kwa hivyo namba yetu ya kuchangia, namba yetu ya mpesa ya kuchangia ni 0744 446969 utaweza kuchangia na, na, na, na kazi ya siasa itaendelea ni tume, tume, me, katika mifumo yetu ya kuchangia tuli, tuli introduce utaratibu wa kuchangia kupitia WhatsApp. Na kama nilivyosema kwa kweli we are so much proud of ourselves. Actually, sisi ndio chama cha siasa pekee, hata hata Chama cha Mapinduzi hawawezi hii biashara. Sisi ndio chama cha siasa pekee ambacho tumeweza kufanya hii fundraising, hii mobilization ya namna hii, kuchangiwa na wananchi, chama kiendeshwe na wananchi. Kwa hivyo tunajisikia fahari, tunajisikia heshima, tunajisikia kuwajibika, eh, kuwa accountable kwa watu ambao wanakiongoza na kukifinance chama chao. Kwa hivyo, tuna utaratibu tuliouanzisha wa kuchangia kupitia WhatsApp na namba yetu ya 0793 008292. Hii namba unaisave kwenye simu yako, unaiandika Chadema, halafu unatuma message nimo kwa njia ya WhatsApp. Ukituma message nimo inakupa utaratibu wa jinsi ya kuchangia jinsi ya kujiunga na chama. Ni, ni innovation ya kipekee ambayo hakuna chama cha siasa hapa nchini kimefanya, na watakaofanya baada yetu basi watakuwa na imitate eh, jinsi ambavyo tumekwenda mbele sana kwenye eh, kwenye mobilization na, na, na organization. Kwa hiyo ni sehemu ya pili ambayo, eh, ambayo E, tuliona vema tuweze e, kutoa taarifa ya fedha ambazo Watanzania wametuchangia na kwamba kazi hii bado inaendelea. The struggle continue. Tatu, vuguvugu la no reforms no election, vuguvugu la no reforms no election, mikutano itaendelea. Vuguvugu hili vugu sio uasi vuguvugu la no reforms no election sio wasi, na tunasema huu sio uhaini, huu sio wasi.